Tumsifu Yesu Kristo. Taifa la Mungu, karibuni kwenye tafakari leo, tarehe 22 na mwezi Disemba, tafakari yetu itatokana na injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 46 hadi wa 56. Tusikilize injili. Siku ile Maria alisema: moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu mwokozi wangu kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao Amewangusha wakuu katika viti vyao vya enzi na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu, Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Neno la Bwana. Wapendwa ndugu zangu, katika injili ya leo tumesikia maneno ya mama Bikira Maria akisema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana. Hayo ni maneno ya mama Bikira Maria aliyoyatamka yatamka baada ya kuwa ametembelewa na Elizabeti. Alipofungua kinywa chake alisema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana. Mama Bikira Maria alitaka Elizabeti ajue na taifa la Mungu vizazi vyote wajue kile ambacho alikuwa anakiamini moyoni. Hakutaka imani yake ifungiwe ndani ya moyo wake, wala hakutaka kile anachokiamini kiende kufungwa na kuf, eh, kufungwa ndani ya kuta za chumba chake au za nyumba yake. Alitaka anayoyaamini watu wote wayajue, na ndiyo maana akasema moyo wangu wamwadhimisha Bwana na roho yangu yamfurahia Mungu mwokozi wangu. Mama yetu Bikira Maria aliye mama wa Kristo mwokozi wetu aliona kuna faida ya kuwekeza katika Mungu, na hivyo aliamua yeye mwenyewe kuishi maisha yanayomwadhimisha Mungu na kutukuza Mungu. Kwa vyovyote si wote waliyafurahia maisha yake, sio wasichana wenzake wote waliofurahia maisha yake. Kuna waliomona kama hafai, kama naishi maisha ya kizamani hataki kufurahia maisha ya sasa kadiri ya Mungu alivyomjalia. Lakini licha ya hayo yote, aliamua kuya, e, kuishi maisha ambayo yanamwadhimisha Mungu. Baada ya kutafakari maisha yake, aligundua kuwa navyo vitu vingi na sifa nyingi ambazo majirani zake wanaziona ndani yake. Pamoja na kwamba wasichana wenzake wa kipindi kile walimdharau kwa aina ya maisha aliyokuwa anaishi, yeye aliendelea mbele kuishi maisha yanayomwadhimisha Mungu. Wapendwa ndugu zangu, neno la Mungu ambalo linatujia siku hii ya leo katika maandalizi ya kuadhimisha sherehe za kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo yanataka tutie moyo katika tabia zetu njema na jitihada za kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Bwana anakusogelea na kukwambia, mwanangu, usiache wala kurudi nyuma, kwa sababu wenzako hawafurahii uaminifu wako, bidii yako ya kazi, moyo wako wa sala na maisha ya fadhila za Kikristo unazoziishi. Mungu ambaye alitazama maisha alitazama unyonge wa mjakazi wake, atapokea majitoleo yako, uaminifu wako, fadhila unazoziishi, na ukarimu wako kwa Mungu, kwa kanisa na kwa wahitaji, hata kama wengine hawaoni na kukupongeza kwa yale ambayo unayatenda. Natamani kupitia neno hili utiwe moyo na kuimarishwa na maneno ya Mtakatifu Bazili Mkuu ambaye anatufundisha akisema Jitahidi katika mema hata kama huoni matokeo mara moja. Mema huzaa matunda kwa wakati wake, kama vile shina linavyotoa matawi. Wanadamu wanaweza kusahau na pengine kukataa upendo wako. Wanadamu wanaweza kusahau wema wako kwao na majitoleo ambao unayowafanya kwa ajili yao na kwa ustawi wao Bikira Maria Mungu yeye hasahau sadaka, upendo na majitoleo yetu kwake. Mama yetu Bikira Maria amekuwa mfano wetu kwetu wa kututia moyo, amedhihirisha jambo hili ya kwamba rehema za Mungu zinadumu vizazi hata vizazi kwa wale wanaomcha. Tena Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake na kwa agano lake. Neno hili ambalo Mungu analileta leo kama sehemu ya tafakari kwetu katika maandalizi ya kuadhimisha sherehe za Noeli, anataka aliamshe ndani yangu na ndani ya moyo wako, maisha ya fadhila na matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Hatuchoki bure tunapofanya utume wetu na huduma zetu kwa ajili ya wengine. Mungu ni mwaminifu. Ni katika uchovu huo huo ambapo anatuita akisema, njooni kwangu ninyi nyote mnaoteseka na kuelemewa na mizigo, nami nipo kwa ajili yenu ili niwapeni pumziko. Hatupotezi muda tunapotenga muda wetu kwa ajili ya sala za peke yetu na zile za pamoja na wengine katika familia, jumuiya na kanisani. Mungu ambaye alionyesha uaminifu wake kwa Bikira Maria kwa hakika ataendelea kuonyesha uaminifu wake kwetu na kutulinda na kukaa nasi katika mwanawe mpendwa Bwana wetu Yesu Kristo anayeitwa Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Katika wimbo huu huu wa Bikira Maria tunakumbushwa jambo muhimu sana kwamba Mungu ndiye anayetusaidia. Mungu aliyemsaidia Israeli mtumishi wake anataka kuendelea kukusaidia kujitambulisha kwako na kwangu kwamba yeye ndiye anayetusaidia. Ni kwa jinsi hiyo hiyo mzaburi alitambua siri hiyo akasema kwa sauti, tazama Mungu ndiye anayenisaidia na ndiye anayeitegemeza nafsi yangu, kama tunavyosoma katika zaburi ya 54 mstari wa nne. Basi oe mpendwa, mwana taifa la Mungu liye msikilizaji, usiseme nitajilinda, ni sema Bwana, naomba unilinde. Usiseme sihitaji msaada wa yeyote, maana ni kama nina kila kitu. Sema Bwana, leo na daima ninahitaji msaada wako. Katika tafakari ya neno hili, Origini wa Aleksandria alisema Israeli ni roho inayomtafuta Mungu kwa shauku, na kila roho inayomtafuta Bwana, yeye mwenyewe huisaidia mambo ya kikwea magumu. Hata kama kwa muda mrefu ulimwacha Bwana na kutangaza kuwa Mungu hana nguvu tena, usiogope kurudi kwake. Yeye haachi kuangalia unyenyekevu wa mtumishi wake anayetubu. Njoo kwake na umweleze kuwa unataka kumtafuta Mungu tena kwa shauku kubwa kama Israeli alivyofanya. Hata ukinua macho yako kaona milima ya matatizo mbele yako, na changamoto za kiafya, kiuchumi, kimahusiano na zile nyingine za maisha zinazotikisa maisha yako, kumbuka daima kuwa Mungu ni msaada wako na kwamba msaada wako ukatika Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Jiandae vema kumpokea mtoto Yesu katika maisha yako ili daima akukumbushe wema na fadhili zake na kwamba yeye aliyemsaidia Israeli mtumishi wako yuko daima pamoja nawe kwa ajili ya kukusaidia. Tumsifu Yesu Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni Padre Evaristi Guzuye padre wa jimbo Katoliki la Kigoma.